Ligi ni ile ile ya NBC Premier League na wenyeji wa uwanja huu ni walewale Namungo Football Club. Zinaingia timu zote mbili kwa ajili ya kwenda kukiendea kile ambacho wamekidhamiria katika mchezo huu, moja kati ya michezo mizuri na ya kuvutia. Amina Kiando akichukua gozi la ng'ombe na kulipeleka katikati ya uwanja. Haijawahi kuwa nyepesi mechi ya Namungo na KMC, bila kujali wapi inachezwa, nani anakuwa mwenyeji na nani anakuwa mgeni. Kabumbu imeanza dakika 45, za ngwe ya kwanza ya mechi hii ya ligi kuu ya NBC kati ya Namungo na KMC.

Kusini Uwanja wa Majaliwa, hatimaye Geofrey Julius! Walidhani wameokoa, wakadhani wameokoka, wame lakini wokovu ulikuwa mbali sana na wao, mateso yalikuwa karibu sana na mlinda mlango Ismail Bombona. Furaha ilikuwa karibu zaidi kwa mashabiki wa Namungo. Aliteseka Bombona kwa mateso yaliyotoka kwenye mguu wa kulia wa Geofrey Julius wang Geoffrey Julius anaikandamiza pasi ndani huko, kibaila huko, cross ndani, ameondosha lanso. Abdallah Said Ali almaruf lanso, fanya kasi nzuri, vinginevyo Fabrice Ngoi angekuwa anashangilia kwenye kibendera. Wakati huu Saleh Karabaka kona nyingine nzuri ndani huku, gongo kichwa, dundishwa ameondosha tena lanso kwa mara ya pili, Abdallah Saidi lanso. Ligongwa kichwa, mpira ukadundishwa na alikaribia kujifunga wenyewe. Yaani ukisikia ukungu, ndio huu hiyo ndio fog ukungu ni mkali mno na unaongezeka kadri muda unavyozidi kwenda, na hali ambayo inafanya picha isiwe katika ubora. Erasto Nyoni cheza mpira ndani huko. Oh, anaunyaka uzuri sana mlinda mlango Ismail Bombona jaribio zuri la Derek Mkombozi ambaye alicheza kichwa maridadi lakini Ismail Bombona. Ahmed Bakari Pipino, dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika, licha ya mechi kusimama kwa dakika takriban kumi na mbili. Zimechezwa 45 zilizokamilika na mwamuzi Amina Kiando amethibitisha kwamba zimetumika dakika 45 kamili, na kulipa kisasi juu ya kile ambacho kilitokea Oktoba tatu mwaka jana katika mechi ya kwanza iliyochezwa katika uwanja wa KMC Complex. Kipenga alichokisikia ni cha kwanza kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Karibu kwa mara nyingine tena, mwendelezo wa burudani ya ligi kuu ya NBC mechi kati Ibrahim Elias Mau oh! <coughs> alifunga goli la pili dhidi ya Tanzania Prisons, <coughs> anafunga goli la kusawazisha dhidi ya Namungo. Oh, what a strike! Friki ya moja kwa moja, mguu wa kulia uliojaliwa ufundi, maarifa na nguvu ikiwemo vinamtesa mlinda mlango Jonathan Nahimana. Ni mechi ambayo imetubariki magoli ya maana mno, ni kama analipa kile ambacho amekifanya. Geoffrey Julius KMC bado atarejea, ondoka mlingo, weka cross, Naji Musa, kwa jua penalti? Hapana, mwamuzi anasema uliochezwa ni mpira na ni mpira kwa kuelekezwa katika lango la Namungo ulipigwa mpira na maamuzi alikataa kwamba kucheza kwa mkono. Anajikuta mwenye bahati kwelikweli. Abdalla Said Lanson, Sale Karabaka, Buswita Pius Buswita. Ni kama wachezaji wawili wa Namungo walikwenda kuwania mpira mmoja, Pius Buswita na Derik Mkombozi, lakini wa mwisho kuucheza alikuwa ni Pius Charles Buswita. Jofrey Julius wamerejea tena pale walipokuwa. Daniel Amoah anawambia kinoboisi, mnayo bado kazi ya kufanya ano. Na anafanikiwa kuweka mguso wa dhahabu katika mpira ambao unamshinda mlinda mlango Ismail Bombona. Mlinda mlango Ismail Bombona anaruhusu goli la pili katika mechi hii. Naruhusiwa, Darweshi Saliboko, wanaondosha Namungo. Lanso Geofrey Julius amunasa. Fabrice Ngoi umemteleza, na bado anao Fabrice Ngoi. Wa Ngoi anasema hakuna faulu uliochezewa. Anaondoka nao Hans Masudi Msonga, mpira moja mzuri sana, na akaucheza kwa kichwa Shaban Idi Chilunda Nam, Namungo wanapata alama tatu nyumbani. Wamekata kiu ya muda mrefu ya kupata alama tatu katika uwanja wa Majaliwa, wamepata alama tatu baada ya kuipata kwa mara ya mwisho dhidi ya Tanzania Prisons miezi miwili iliyopita. Namungo wafikishe alama 27. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, full time, uwanja wa Majaliwa, Ruangwa mkoani Lindi. Namungo mbili KMC moja mpaka wakati mwingine.